Mwigizaji wa filamu kutoka nchini Tanzania, Wastara Juma ameweka wazi kwamba hali yake ya afya ni mbaya sana kwa wakati huu. Hii imekuwa mara baada ya kuweza kusumbuliwa na tumbo lake na kuweza kuvimba kila siku. Aidha, Wastara ameongeza kwa kusema kwamba anaogopa sana pale anavyoona kwamba hali yake ya afya kila siku inazidi kubadilika, na aki akifananisha na marehemu Hawa alivyofariki dunia kwa sababu ya ugonjwa wa tumbo kuweza kuvimba, na jambo hilo hilo ambalo eh, marehemu Hawa lilimkuta basi ndio ambalo linamkuta eh, E, Wastara Juma. Wastara pia ameendelea kuwaomba Watanzania kwamba kuendelea kumsaidia, e, kwa hali na mali ili mradi yeye aweze kupona. Kwa maneno ambayo Wastara Juma aliweza kuyazungumza, amesema maneno haya kwa sababu mimi natamani kuishi. Mimi kifo cha watcha... Hawa kilinishtua sana. Nilichanganyikiwa nilipomwona kwamba yule dada kafa, alafu kiangalia tatizo lake lilikuwa ni tumbo. Nikiona mimi tumbo langu linavimba kila siku, akili nasema kwamba naenda kufa, naenda kufa. Sipo tayari kufa kwa kuwa najua nyinyi Watanzania mpo, e, mnaweza kunisaidia na kuweza kutoka hapo hospitalini nikaanza kufanya vitu vyangu, e, kama kawaida. Aliyasema maneno haya Wastara Juma. So kwa baadhi ya watu wengi sana, ambao bila shaka kama ni mdau wa burudani ushafuatilia kuhusiana na kifo cha eh, marehemu Hawa Bana. Alifariki dunia kwa sababu ya tatizo la tumbo, lilikuwa lina vimba, na baadhi ya mastaa wengi kibao walisema kwamba alipitia changamoto nyingi sana kwa sababu tumbo lake, alikuwa anajitahidi kila siku waweze kuweka sawa madaktari, lakini hali yake ilikuwa ni mbaya kila siku inapoitwa leo mpaka akafariki dunia. Kwa upande wa Wastara Juma moja kwa moja, naye mwenyewe ameonekana kabisa naye mwenyewe kukumbwa na tatizo kama lile lile ambalo lilikuwa linamkuta Hawa. So ameweza kuomba Watanzania wote ambao wako na uwezo wa kumsaidia uweze kumsaidia kwakuwe, kwa kwa kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, drop comment yako kwenye nja comment hapo, uko na mtazamo gani? uta ini utakumetisha kinauma nauma. Sasa online digital, usichoke kusubscribe kwa taarifa kadha kadha.